Unatazama Uvira News TV. Asante. Kikao kuhusu usalama na uongozi ya Uvira kuambatana na wajibu wetu yaendeshwa hii Jumamosi katika jumba la kanisa la El Shaddai Panyamianda jijini Uvira. Shuruli hii imeandaliwa na ofisi ya Meya wa jiji. Mheshimiwa Kifara Kapenda Kiki, Meya makamu wa jiji la Uvira, aeleza lengo la kikao hicho. Tulikuja kukutanana na, na wananchi wana

tayari palikuwa eh, shida kidogo entre wazalendo na, eh, na FARDC. Tayari tuko tunaitengeneza, nafikiri eh, tutapambana ngambo zote na tuko sur kama mambo itakuwa sawa. Kwa upande wake Maitre Jean-Jacques Elakano akiwa gavana makamo wa jimbo ya Kivu ya Kusini ajieleza zaidi. Mkutano ambao tunafanya hapa ni mkutano kubwa na ya kwanza ambayo ina reinire zaidi ya watu 500 wanyewe wanatoka tabaka mbalimbali: societe civile, makanisa, wazalendo, uh, jeshi na wafanya siasa. Tumekuja kusutenire hii inisiative ya meri ambayo ilisema ya kwamba kwa kuweza adui ni lazima tukue ini na tubaniri ma message ya division ya ubaguzi kati yetu. Tusianze gombana entre le komunote, tusisabu adui. Adui ni nyoka yenye natuingilia. Kama tunaweza kuwa na shida kati yetu, tuitie pembeni, tuuwe kwanza ile nyoka. Na nyoka ni nani? Ni bwana Paul Kagame na serikali yake na vibaraka vyake vya M23. Ni mara ya sita wako nataka kutudanganya, wanatukamata saa vijuju asema, wanakia kutulibereki ngo hii ni, ni liberation kabisa hii Mshaona, hii na liberation hii, kabisa ni liberation ya mara hii, ni hasara. Uliza, auliza wa ndugu zetu wenyewe wako Goma. Ndio maana nimehakikishia raia ya kwamba aneta ini kwa kusutenir FARDC na wazalendo, tutashinda hii vita, na nimewaambia ya kwamba tutarudisha administration yako biro zote za leta, waache sianze tumike, etumika sikuwe balebebiko na kuya ase o oh, banakuya bale ya viko betu no niambia, wazalendo wote ni Wakongomani kuya kwetu hapa ni juu serikali ianze, na wakati serikali inaanza taxes zinalipiwa empo nalipiwa, ni message kwa wale watu ya kwamba tuko tayari na tutaitika wao kukanyaga hapa ju. Vile ya Uvira kuanguka, munajua mwe wenyewe ya kwamba ilitia wasiwasi Kalemi, ilitia wasiwasi Kindu na mavile mbalimbali. Donc hii ni vile strategique, na kwa kwetu hapa ni kuonesha ya kwamba komanda supreme rais wetu Tshisekedi haiko tayari kunegosia wale watu na, na haiko tayari kuacha Uvira. Ya message kwa kwa population ya Bukavu, atuko musesele fe atutapana siku tare lakini nawaambia, maandalizi ya hali ya juu iko nafanyika, na kama unaona pia wenzetu wale wa rugaruga wa M23 wako nashindwa kufanya hatua, ni kwa sababu wanajua ya kwamba wazalendo na jeshi liko makini na linashimama kidete. Wako na imani ya kwamba atukuye kuikala Uvira kwa lote tuko apa ju tuorganize vitu pour que tureprendre Bukavu. Njo objectif ya komanda supreme, siku tare na wakati tuingia Bukavu nitawajulisha, musiku zenye zinakuya. Unatazama Uvira News TV, asante.